Kardinali, unajisikiaje baada ya uchaguzi wa papa mpya Leo wa kumi na nne katika uchaguzi huu wa papa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Asante Eriki, kwanza kwa kufika hapa ili tuweze kuongea machache hayo kuhusiana na yaliyojiri huko Roma. Ndio. tangu baada ya kifo cha Papa Francisco, alafu baadaye tulivyoingia kwenye hiyo shughuli ambayo ilikuwa mbele yetu ya kumchagua papa mpya. Mimi baada ya kazi hiyo kuisha, niseme tu kwamba nilibaki kwanza, namkumbuka huyo baba mtakatifu aliyeondoka, alafu baadaye ikaja hilo la furaha. Ndio, huzuni ilikuwepo, ndio, lakini furaha ikaja kwamba sasa kanisa letu Katoliki, ndiyo, tumempata tena kiongozi huyo katika nafsi ya Papa Leo wa kumi na nne. Ni furaha kubwa ambayo nilipata nasi, ni furaha kwa sababu ni kitu ambacho akikuchukua muda mrefu, kwa sababu inawezekana mmoja angelifikiri kwamba ndivyo ilivyokuwa kwa wengine, na hasa hawa watu ambao wanakuja na mahesabu yao, wakaanza kusema mengi, tulikuwa tunayasikia hata sisi, na kabla hatujaanza kazi yenyewe hiyo ku ilipotokea kwamba basha amepatikana papa kwa muda mfupi, kwangu mimi binafsi ilikuwa ni furaha kubwa, na kwa yote nilikuwa najua ndio kuna kazi huku nyumbani Ndia, na tumalize halafu nirudi kwa ajili ya hicho ambacho aona nyinyi kimewaleta sasa, cha kuja kumweka wakfu huyo askofu msaidizi wetu, eh, Josephat Bududu. Asante sana baba, unaweza kutueleza eh, ulivyokuwa ukimfahamu mwadhama eh, Robert Kardinali Prevost. Tunakuja katika suala hilo hasa tukiangazia kwamba Januari elfu mbili na ishirini na tatu aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani hayati Papa Francisco alimteua kuwa kiongozi wa dikaseri ya maaskofu. Baadaye mwezi Julai mwaka 2023 elfu mbili na ishirini na tatu wewe pamoja na yeye mlikuwa miongoni mwa awali makardinali ishirini na moja mwezi wa tisa mkapewa hadhi hile Unaweza kutueleza namna ulivyokuwa namfahamu kabla hajawa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani? Kwa kweli, huyu ambaye sasa ni Baba Mtakatifu Papa Leo wa kumi na nne alipofika pale Roma mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hiyo Januari. Indeed. na mimi ndio nilikuwa nakaribia kumaliza muda wangu kukaa huko Roma, kumbe yeye ameingia Januari, alafu mimi nimeteuliwa kuja kuwa askofu mwandamizi askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Tabora mwaka huo huo wa ishirini na tatu, na ilikuwa ni mwezi wa nne tarehe kumi na tatu. Kumbe ni muda mfupi kwa kweli ameteuliwa, tuseme, alipoteuliwa hatukukutana kwenye mikutano yoyote ambayo wa ilikuwa in, inatokea in, in tunakutana hizo yeah, idara mbalimbali zinazokuwa pale Vatican, lakini sikupata nafasi ya kukutana naye kikazi pale ngaji. Nilimfahamu katika maana hiyo kwamba amekuja au uh, uh, huyo mkuu mpya ambaye yeah, tunaoita ni maprefect mkuu mpya wa idara hii ya maskofu kwa jina hilo, yeye Kardinali Prevost, lakini kwamba nilikuwa nimeshakaa naye tukafanya naye kazi Nikamfahamu kwa kweli, nisemo niwe wazi, siku, sikuwa namfahamu mimi. Alafu ilipofika sasa hiyo ya mwaka huo, baada mimi kuondoka, kwa sababu nimetoka kule, ilikuwa ni tarehe kumi na nane nakumbuka tarehe kumi na nane mwezi wa sita, ikaja kupokelewa hapa tarehe hiyo ya ishirini na nne basi nikakaa kidogo, baada ndio wakaja kutangaza sasa wale watakaokuja kuwa makadinali mwaka huo na yeye akiwemo na mimi nikiwemo, basi kuja kukutana sasa kwenye kwenye consistory kama inavyoitwa iliyoitishwa na baba mtakatifu Francisco, na hapo ndo tukaja wote kuwekwa katika jopo hilo la makadinali na yeye akiwemo, na nakumbuka alikuwa na, na kazi ya kufanya yeye kwa vile alikuwa yuko hapo kwenye idara hizo za, okay, za, za za Vatican ndiye aliyetoa neno la shukrani kwa baba mtakatifu kwa kututeua, alafu baadaye ndiye akawa ametuingiza katika jopo hilo la makardinali. Yeye alifanya kitu hicho, kwa hiyo nilikuwa namfahamu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho alikifanya wakati wametutangaza sasa kuwa makardinali, yeye mwenyewe Mdia. aliniandikia uh, barua fupi akinipongeza Mdia. Kwa kwa na mimi nakumbuka nilimjibu na nikimpongeza vile na vile, natukaa tumekubaliana kwamba basi tukienda Roma katika shughuli yenyewe katika ibada yenyewo, katika ukardinali basi tutakutana. Na kweli tulikutana, tukawa tumefurahi pamoja, tukasalimiana. Ndivyo ndivyo mfahamu huyo ule Robert ongera. okay, sana bab, yeah. umeshiriki takriban mikutano kumi na mbili ya mabaraza ya makadinali kabla ya kuanza kwa uchaguzi wa papa mwaka wa 2025. Ndio. Ulijisikia kushiriki vikao hivi pamoja na makadinali wenzako kutoka katika maeneo mbalimbali. mm -hmm. Kwanza ni seme wazi eh, ule uwepo au ushiriki wangu nafikiri itakuwa ni hivyo watakuwa wengine kwenye vikao hivyo, wakati tunasubiri kuanza mazishi ya baba mtakatifu Francisco, alafu baadaye, baada ya mazishi, kwa sababu kwa vile viliendelea niseme cha kwanza ambacho kinifurahisha ni kufahamiana na hawa makardinali wengine, makardinali ambao walitegemea kwa wote, sio wote ambao waliweza kufika pale, lakini namba yetu wote kwa ujumla mpaka sasa kwa mwaka huu tulipokuwa tumeenda kwenye shughuli zenyewe hizi ni mia mbili hamsini na mbili. Lakini basi ambao wangaliingia kwenye conclave hao, au <coughs> kwenye chumba cha kufungwa ndani kwa ufunguo agaji hmm, sio ufunguo sasa, waweki la ufunguo lakini inafungwa vizuri ya yeah, walikuwa ni hawa ambao waliingia mia moja thelathini na tatu hmm, walikuwa natiguma waingie mia moja thelathini na tano lakini wawili wakawa hawapo. Sasa ile kukutana ilitusaidia, ilinisaidia, ilinifurahisha sana kwa sababu wengine makardinali wengi nilikuwa kwa nawafahamu kwa sababu kwa muda ndi ukaa pale Roma. Ndiyo. Na tulipokuwa tunakutana nao, kwa mfano wanapokuja kwenye eh, adilimina au matembezi hayo, kuja kukutana na Baba Mtakatifu, kwenda kutembelea makanisa makuu hayo ya Roma, kwenda kutembelea hizi idara nyingine, tulipata bahati ya kuwafahamu wengine wakiwa bado maskofu, alafu baada ya wengine wengi walipokuwa makardinali tulikuwa tunafahamia, lakini si wengi. Kumbe hii ya juzi ilikuwa ni muda, ni fursa nzuri kabisa, tulikuwa tunakutana, sababu mnapokuwa nje ya mkutano hiyo mnapata nafasi ya kuongea, alafu mnapokuwa tamle no, <coughs> mle ndani mnapokuwa <coughs> naongea na wewe kama ukiongea, basi unaofahamu sana. Nakumbuka kuna na wengine tulipokuwa tukitoka, kwa kitu labda ulichokuwa umeongea wewe, mmoja nakuja anataka kujua zaidi, anataka kufanya kitu fulani pamoja na wewe kuhusiana na kile ulichokiongea, basi inakuwa ni ni, ni, ni, ni, ni, ni wakati mzuri sana. Ilinifurahisha sana hilo la kuwafahamu makardinali wenzangu, alafu na kuzifahamu, kwa mfano eh, shughuli wanazozifanya, alafu kufahamu hali halisi ya makanisa yao huko wanakotoka, alafu na mimi kuwashirikisha vile vile hali halisi ya shughuli <coughs> za kichungaji kwenye kanisa letu, kwa mfano la Tanzania, au kanisa la Maharia la Jimbo Kuu la Tabora. Ilikuwa ni wakati mzuri wa kufanya mabadilishano hayo na tuseme kushirikishana hizo shughuli mbali mbali za utume. Asante sana Baba. Yeah. Ushiriki wa makadinali kumi na nane kutoka barani Afrika ina maana gani katika ukuaji wa kiimani wa kanisa la Afrika kwa ujumla? Yeah, kule kushiriki kwa hao makadinali ambao walipaswa kwa kweli wao kumi na nane ingawaje hawakufika wote wale wa kupiga kula. Yeah. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinatufurahisha vile vile kweli na hicho Baba Mtakatifu Francisco alikuwa wazi katika hiyo, alipenda sana na, nafikiri sio Francisco tu hata uongozi unaokuepo sasa hivi au hata sisi wenyewe kama wana kanisa lake. Ulimwengu unapoona watu wanawakilishwa, tuseme sio kuwakilishwa katika maana anaenda kufanya kazi ya kuwakilisha, kwa sababu kardinali kama kardinali yeye ni yeye ambaye ameteuliwa, sio kwa sababu anaenda kuwakilisha nchi au kufanya nini. Hapana, yeye ni <laughs> mshauri wa Baba Mtakatifu na shughuli nyingine zote ambazo zinafahamika ambazo zinaenda na ukardinali, lakini akiwepo kwa mfano mtu ametoka Tanzania au akiwepo mtu ametoka Kenya, ametoka Afrika ya Kusini, ametoka Afrika Magharibi, unaona ni Afrika ndio ni sisi na sisi kama bara tunakuepo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kizuri katika maana hiyo. Unaona tumeongelea swala zima kwa mfano la hiyo mkutano ambao ulikuwa unafanyika. Kwa hiyo kwenye mkutano unaofanyika mtakuwa mnajadiliana mambo mbalimbali kuhusiana na kanisa, na sio tu kanisa labda la Ulaya, tazungumza kanisa la Amerika, kanisa la e, Oceania. Sasa na nyinyi mkawepo sasa wa Afrika na nyinyi mnakuwa na ya kuongea kama kanisa. Kwa hiyo hiyo unaiona ni faida kubwa sana, na inatufanya sisi tufurahi kwa maana sisi, angalau hivyo ambavyo wenzetu na wao wanavifikiria au wenzetu wanavifanyia kazi kutoka kwenye maeneo yao, na sisi kwetu vile vile tunaweza tukawashirikisha sisi vile vile tunaweza kusema ni vitu gani na tukapata vile vile hata labda mawazo na, na tuseme hata mapendekezo fulani ambayo kuli anaweza kuwa anafanya kazi vizuri na kwetu vile vile anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni wakilishi au tuseme ni uwepo wa mtu kutoka maeneo yetu ambao unakuwa una faida vile vile kwa kanisa letu kubwa la bara la Afrika kama inavyokuwa kwao vile vile wale wanaokuwa wametoka Amerika au wametoka Ulaya na kwingineko wanakokuwa wametoka. Baba Kardinali, ni kwa mara ya kwanza umeshiriki uchaguzi wa papa. Ni kitu gani umejifunza? Unaweza kutoshirikisha japo kwa ufupi jambo ulilojifunza na uzoefu mpya ulioupata kutokana na uchaguzi wa papa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Ya kwanza kabisa, mimi hata kabla sijaenda huko baada baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, nichojifunza ni hicho kwamba unapaswa uwe tayari. Naona kwa mfano baba mtakatifu alifariki tarehe ishirini na moja Ndiyo. Jumatatu ya Pasaka, mimi nilikuwa nimeenda kuongoza ibada kwenye gereza letu la Uyui hapa Tabora, basi ni saa tulikuwa tunaanza saa tatu kamili na kule, kama mnavyokumbuka, ilikuwa ni asubuhi hii ya saa moja na kitu ya kule uu, saa mbili na kitu alipoaga dunia. Sasa sisi huku tulikuwa kwenye ibada ya misa, mimi sikujua. Nimetoka kwenye ibada ya misa naenda kumsalimia baba askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka, ndiye aliniambia kwanza. Nilishangaa, nafika kwake nikamwona ame kama amebadilika kidogo kachanga. Baba vipi, kuna kitu gani huko? Akisimumisha pata habari, kasema habari gani tena basi, ni akaniambia kwamba Baba Mtakatifu Francisco ameaga ame, ame dunia. Kwa wote kama kardinali, najua mimi anapoaga dunia Baba Mtakatifu, basi makardinali mara moja amepesa kujiandaa kuondoka kwenda Roma kumbe. Hicho ndo ndaa kukisema hicho cha kwanza nilichojifunza katika kushiriki kwangu katika mchakato mzima huo wa mazishi, alafu baadaye kwenye mchakato mzima wa kumpata papa mpya mko uh, tayari kwamba wakati wote unaposha kuwa tayari, ilibidi mara baada ya kupata taarifa hizo siku hiyo hiyo tukaanza kufanya mpango sasa wa safari, na cha kwanza nienda kutizama kwenye mawasiliano, watawasiliana na mimi kwa sababu kuna njia ambazo tunazitumia. Mara moja mnapata habari nyinyi kama kardinali au tuseme jopo zima la makanari nikakuta tayari taarifa za kuaminika sio tena zile nyingine za mitandaoni, <laughs> za kuaminika zimenifikia na ito mara moja niondoke niende Roma. Na kweli kesho yake tarehe ishirini na mbili kabili. Kwa ni bahati Jumanne, aaa sisi hapa kama mnavyofahamu, kwa Tabora ndege zetu za kwenda Dar es Salaam mara tatu kwa wiki, kwa ni bahati metokea Jumatatu, Jumanne tuna ndege kuma nimeondoka na siku hiyo Jumanne. Nika, nikaunganisha kwenda Roma kesho yake Jumatano nilikuwa ikua nimeshafika. Kumbe ule utayari, alafu kitu kingine ambacho nimejifunza nime ni nime mtu kuwa tayari na wewe kuwa wazi, kwa sababu ntakuja kuwa na mambo mengi ya kujadiliana pale katika, maana ya kuliona kanisa lenu linavyokuwa, au mnategemea kanisa hilo liweje kesho kesho kutwa. Kwa hiyo ue tayari kujifunua, kuwa wazi na kuwa tayari kushirikiana wenzao katika kuchangia na katika kuliona kanisa lako ili kwamba sasa wewe ni mmojawapo hawa ambao wanapasa walinde yale ambayo inabidi kweli yajenge yalijenge ya hilo kanisa kama ilivyokuwa tangu zamani. Ni utaratibu, ni mapokezi ya kutoka kwa mitume ambao ndio tunajua ni msingi kabisa. Kumbe hilo na lenyewe limetukua wazi. Alafu kwa tayari kuja kushirikiana, kuongea na wenzako, kujifunua na weza, kutembea pamoja na wenzako, hiyo safari ya kisinodi ya kanisa la kisinodi ambayo tunaambiwa tuna, na tunasisitiza kitu hicho, kumekuwa tayari kufanya kwa pamoja. Na nashukuru sana, nafurahi kwamba Baba Mtakatifu tayari anazidi kuendelea kusisitiza hilo la umoja, ushiriki, mtendea mwenzako haki ya kutendewa haki, vitu na ukweli, ndio hiyo kujifunua wazi. Yote tunayafanya si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu pamoja na kukua na kuendelea na kwa faida ya kanisa letu hilo ambalo tunalitumikia. Baba, ninakushukuru sana kwa nafasi uliotupatia. Una neno lolote ambalo ungependa kusema ambalo sijakuuliza ama la kuambia waamini? La kusema ni hilo kwamba sasa hivi tunaye, tulikuwa naye kwanza Baba Mtakatifu Francisco ambaye alifanya mengi, na yeye kwa muda wake wa miaka kumi na mbili, na mimi ambaye kweli nilifanya kazi naye, tulikuwa tunakutana najadiliana mambo mbalimbali e, ambayo ya idara yangu nafanyia kazi, ili ni umma, tangu alipougua na baadaye ameondoka. Halafu baadaye akaingia sasa huyu Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne. Kwa waamini mimi ningelisema kwamba tuwe tayari sasa, na yeye ametuomba kitu hicho. Kumbuka nipo mwaga tarehe kumi mwezi e, huu ikiwa ni Jumamosi tulipokuwa na mkutano mkutano wa kwanza kabisa ambao alifanya, e, ambao na sisi makardinali ambao walikuwa kwenye chumba hicho alikochaguliwa, alisisitiza kabisa, nawaomba nyinyi kwanza, kama viongozi wa karibu kabisa, karibu, wakaribu washiriki karibu katika utume huu na kufanya tuwe na umoja. Alafu akatuomba vile vile tuwaombe na wengine washirikiane kwa pamoja katika kuifanya hii kazi ambayo na tum tushirikiane naye kumsaidia katika kufanya kazi hiyo, kwa sababu yeye peke yake hawezi akafanya kazi hiyo peke yake, anahitaji vile vile kufanya na wengine. Kwa hiyo inanivuta hata mimi kuwaeleza na kuambia kama tunavyosisitiza hata katika majimbo yetu, askofu kama askofu, yeye peke yake hawezi kufanya chochote kama hana hao washiriki wenzake ambao inabidi wafanye naye kazi hiyo ambayo anakuwa anaifanya kama kiongozi kwa wote, ambaye ame, ame, amepewa kazi hiyo lakini ataifanya pamoja na wenzake kumi. Na ndugu zangu, ni waombe tushirikiane, waamini wote hata wengine wote wenye mapenzi mema, kusudi tuweze kuwa naye baba huyu mtakatifu katika kazi yake ya kuliongoza kanisa la kiulimwengu na hivyo shughuli zake ziweze kufanikiwa. Asante sana baba, nikushukuru kwa dakika hizi takribani ishirini ambazo umetupatia kuweza kutushirikisha yale yaliyojiri ya Roma katika kipindi hicho cha mazishi ya baba mtakatifu Francisco na uchaguzi wa papa mpya Leo kumi na nne nikushukuru, asanteni sana nyinyi. Nashukuru kwa kuja hapa na kutaka kupata taarifa hizo kusudi mweze washirikisha wengine ambao labda wangelipenda kuyasikia kutoka kwa. Kumbe naona mmepunguza hata safari labda za wengine wasikilize, inatosha. Naweza kurudia tena kuuliza mambo yale yale.